Kwanza ikawa ni nini? Ni roho, ndio maana ikaja katika Qurani pia: waysalunaka an lruhi kuli ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalil, wanakuuliza wewe wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kunako roho, basi waambie kwamba roho ni katika amri za Mola wangu, na nini, hamkupewa wa elimu ya kujua uhakika wake na namna ilivyo na wapi inapokaa isipokuwa kidogo sana, kwa uchache mno. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni roho, na kitu cha pili ni nafsi, kwa maana ya ule utekelezaji wa maamuzi yako baada ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa akili ambayo inayoweza kupambanua baina ya haki pamoja na batili. Sasa ukirejea, baada ya kuumbwa mwanadamu katika ile hali ya kijimbile ambayo tunayo kwa sasa, Mwenyezi Mungu akamwekea misingi ya kanuni misingi gani? Katika kuona akamwambia, fatabiru ya ulil abaswar, zingatieni enyi wenye kuona. Ndani ya mwaka mzima umeona mambo mangapi ya haramu na umeona mambo mangapi ya halali? Tunafahamiana vizuri. Jambo la jambo la pili, akazungumzia katika kunusa, kupitia kisa cha Sayyidina Yaqub alaihi salatu wasalam, wakati amekaa na wanaye na nduguze watoto wake wanakuja na kanzu ya Yusuf kutoka katika ardhi ya Masri wakielekea Kanaani, akawaambia nduguze inni la ajidu riha yusufa laula antufannidun, hakika ninasikia harufu ya Sayidna Yusuf laiti kama ninyi hamtanipuuza. Kwa hiyo sifa ya pua ni kunusa vile ambavyo vilivyokuwa vizuri, ndio msingi wa kanuni Jiulize, ni vingapi vibaya na vizuri ambavyo umevinusa ndani ya mwaka mzima? Lakini mdomo pia na mwenyewe ukawekewa kanuni, wa kudhu min sauti. Wakati unaongea hakikisha kwamba unaongea kwa sauti nzuri, sauti ya chini ya mkole, usitumie sauti ya juu ya kufoka na kutukana. Jiulize leo katika mazuri na mabaya mdomo wako umeongea yepi ambayo yanamshinda wenzake, wa qulu linasi husna. Tumia ndimi yako kuwasema wenzako vizuri. Je, wewe ndani ya mwaka mzima ulikuwa unawasema wenzako vizuri? Lakini si hiko, tumbo lako hili, kulu mjibati mara za mnaku ingizeni katika matumbo yetu ni vya halali na vizuri. Je, wewe ulikula vingapi vya haramu? Ulikula vingapi vya wizi? Ulikula vingapi vya dhulma ndani ya tumbo lako ndani ya mwaka mzima? Lakini si hivyo tuku yako ambayo leo ulio nayo, umeitumia katika milango ya halali au umeitumia katika milango ya haramu? Jawabu nalo wewe mwenyewe, bali ni insan ira mwenyewe unajua, ni mara ngapi umezidi umewazidi watoto wa watu, umewazidi waume za watu, umezidi na wake za watu, umezidi na hata wale ambao pengine walitaka ajira kupitia wewe, ukaona hauwezi kuwapa ajira mpaka utekeleze rushwa ya ngono. Wangapi umefanya hivyo ndani ya mwaka mzima? Sasa mnapokuja mwezi mtukufu wa Ramadhani Unaposema ya ayuha alladhina amanu, maana yake mwamilio hajipomu, mwamilio hazini, mwamilio hasemi uongo, mwamilio hatakiwi kuwa mnafiki, mwamilio hatakiwi kumfanyia mwenzake husda, mwamilio hatakiwi kukata udugu, mwamilio anatakiwa kutafuta riziki yake muaminio hatakiwi kula haramu, muaminio anaeleza upendo baina ya watu. Sasa kutiba alaikum ussalam, mmefaradhishiwa ninyi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Falsafa yake ni kuhakikisha kwamba mnarejea katika misingi ya kanuni ambayo aliyoiweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kututaka sisi tuishi katika utaratibu huo baada ya kutengana nao kwa muda wa mwaka mzima. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi na nasaha ni nyingi, tutosheke na hayo. Wabillahi tawfiqi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh <tune>